Nimefika hapa katika mradi huu wa affordable housing nyinyi munanielewa yeah. Serikali ya Kenya tumetoa milioni 812 kujenga haya manyumba hapa Archers Post tunaelewana yeah. na tunajenga haya manyumba ili wananchi wa hapa, wananchi wa Archers Post, wananchi wa Samburu East wapate makao mazuri ya kuishi nyinyi munanielewa hapa tutajenga nyumba ya ghorofa mpaka gorofa namba kumi kwani yeah? Hey, ilisemekana London peke yake ndio inajengwa nyumba ya ghorofa yeah. si hata hapa Samburu inaweza kujengwa nyumba ya ghorofa yeah? si mnataka tubadilishe hii acha spost ikuwe town kubwa yeah? munasema tuendelee na hiyo kazi yeah? na sababu hiyo, mimi nimekubaliana na viongozi hapa, tumefanya mkutano mdogo hapo, sawasawa. Nimesema kwa sababu tunataka kubadilisha hii mji wenu wa Hacha's Post. Nimesema hapa kwa Police Station kwa sababu tunataka kupanua area hii. Mimi nitatafuta shamba na huyu Lati na huyu Lekumontare tutafute shamba ingine sindio? Nimekubaliana na hawa viongozi tutafute hekari mia moja. Hii hekari iko hapa ni kidogo kwa sababu tunataka kuwajengea hii town ikue town kubwa. Hii mahali ya yakatatu hii haitoshi bwana, nyinyi mnanielewa? Tunataka kutengeneza town kubwa hapa, ama mnasemaje, watu wa Achas, mnataka tupanue hii town, ama mnataka ikae tu juu wakali namna hii? Ipanuliwe, munasema hawa wangwana watafute shamba ingine. Mi nataka hawa watu watafute shamba kubwa, hekari mia moja ndio nipange manyumba mengine, nipange police station pale, niwajengee shule mpya, niweke pale hospitali, tuwe na city mzuri hapa Hatcher's Post.